Usikilizane vizuri, unapokuwa na marafiki kumi, marafiki kumi, alafu unapotokewa na tatizo ama uko na shida ya kama elfu ishirini ama hata kumi, katika hao marafiki zako wote ukiwambia, hakuna hata mmoja anayekupatia msaada, bro, hachana na hao marafiki, hachana na hao marafiki, huna marafiki, heri kubaki peke yako maana urafiki ni ule wa shida na raha, unasimama nao kwa jua, kwa mvua, unasimama nao kama ni kuteleza, unateleza na wao. Lakini nafikia siku unapokuwa na shida, marafiki hawashughuliki na wewe. Oya bro, hauna marafiki, bora kuwa peke yako kuliko kuwa na urafiki design kama hii. Huo sio urafiki, huo sio urafiki, ni unafiki. Mimi nakwambia, mimi urafiki kama huo si uwezi, unapokuwa na shida huwezi kusimama na mimi. Hatuwezi kuwa marafiki. Bora kuwa peke yangu, mara elfu moja niwe peke yangu. Najua nafanyaje, najua na naelekea vipi, napoanguka naenuka, najipatia pole mwenyewe. Lakini rafiki wa kwamba umeanguka kupatii pole, oya, urafiki huo naukata mara moja sana.